Eh, alichokifanya Nchimbi hapa si tu kwamba kaonyesha dharau ya kukejeli alichokisema Mwabukusi, lakini nahisi pia na yeye alikuwa na makusudi ya kutia pilipili kwenye kidonda cha wanao lia kwa kuuawa kwa ndugu zao. Unayoona ni kama yani kuna makusudi ya wazi kwamba alijipanga kwamba kwa, kwa vyovyote vile leo mwishoni nitakayokuwa nasema nitatupia kaneno kenye kuudhi sana. Umana mwishoni, naweza kuona kwamba anaweka mfano, si aliweka, alipeleka polisi eh, makawani baadaye, akionekana watashinda kaonekana watashinda sio, e, e, wat, watakaokuwa nalalamikia kudhurumiwa e, kwa vyote vile wataweka mwanasheria ambaye hajalipa ada ya uwanasheria wake, lakini kapointi kakubwa kako kwenye aka kakejeri aka kejeri, naomba pengine wote tuangalie kwa pamoja, hebu tusikilize kwa pamoja e, ni maneno yanaudhi, lakini ndaka moja, tusikilize kwa pamoja, alichosema Mwabukusi na anachosema Nchimbi. Tuanze naachosema Nchimbi, alafu baadaye kwa fupi tu alichosema Mwabukusi, uone kama vina namna yoyote ya kutaka kumjibu mtu hivyo alivyomjibu, alafu baadaye nasahihisha kwa kitu fulani kidogo hapo. Namshukuru sana rais wa chama cha wanasheria ametuasa viongozi kwamba sio vizuri kuendelea kuzungumzia zungumzia yaliyojiri tarehe 29 kwa sababu tarehe 29 Oktoba, kwa sababu yanatonesha vidonda na pengine anaweza pia yasisaidie sana katika mchakato wa haki. Sasa niseme kwanza, nakubaliana naye asilimia mia moja. na pili naongezea pale aliposahau kwamba sio viongozi wa serikali peke yake na viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii na wanaharakati. Rais ameunda komishen ya kufanya inquiry, inaendelea kufanya kazi. Kuendelea kuzungumzia zungumzia kwa viongozi wa serikali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 Awali ameongea kwa wazi kabisa, kwa ufupi, kwa wazi, hakuna maneno mengine zaidi ya hayo ambao alisema, ambao yeye ametamka: mlio na dhamana au mmejipa dhamana ya kujiita viongozi, iliali uongozi sio hivyo. Uongozi manake, mimi ni mfano wa nilivyofika hapa, njia nilizotumia kufika hapa ni mfano wa njia unazotakiwa kutumia wewe kufika kama hapa nilipo. Sasa nyie mmetumia njia ya uuaji, hatuwezi kuwaita viongozi tuige hivyo mulivyo. Sasa Mwabukusi amenyoosha ame, ame tu maelezo kwamba muliojipa au ye katumia mulio na dhamana ya, ya kuwa viongozi, kama kuna sababu ya kuongea habari za Oktoba 29 kaeni tu kimya. Wewe unakuja nsema Mwabukusi amesema viongozi tusiongeree habari za Oktoba 29, na mimi naongezea sio tu viongozi. Amesahau sio tu viongozi na wanaharakati na viongozi wengine wa vyama vya siasa, alafu kaneno ka kuudhi unasema rais ameteua tume ambayo iko kisheria. Kwanzia rais mwenyewe huyo, hatumtambui hatu si tu hatumtambui, ni mtuhumiwa namba moja wa mauaje. Mtuhumiwa namba moja ataundaje tume ya uchunguzi? tena chum, tume yenyewe ambayo alipoiunda anapoipa maelekezo ikachunguze nini, haionyeshi imchunguze yeye, anataka tu ikachunguze waliouawa e, na kuwatafutia ambayo kwa maelezo usiku, naona ni kabisa anamaanisha ana, ana, ana, ana wakachunguze waliouawa na kuwatafutia sababu ambayo itahalalisha kwamba walichopewa ni stahiki yao, kinawastahiri, na huenda kilikuwa kidogo kuliko kuuawa huko, kuliko kuzikwa kwenye makaburi ambayo hayajulikani ni wapi au kwenye makaburi ambayo hawajakabidhiwa ndugu zao miili. Kiukweli, Nchimbi ni moja ya mtu ambaye imedhaniwa ni ana busara, lakini ukweli ni kwamba uh, wengine, ndio maana huwa tunashauri nashauri kwamba kama unajiona una mbegu ya wema cheo chenye damu unatakiwa unaachana nacho, kwa sababu utakapokabidhiwa cheo chenye damu, hawa watu, ili ionekane hiki cheo kinakutosha, watakutumia kuhalalisha damu za watu kwamba ni za sisimizi. Automatically unaanza kuonekana na wewe ambavyo, kwa namna moja na nyingine, inawezekana kabisa ni sehemu ya umwagaji katili huo wa damu na kiukweli uwezi ukafiti hayo maeneo, uwezi ukafiti isipokuwa pengine wewe ndo mchezeshaji namba moja enewe. Anyway, akina Nchimbi, ni wakati sasa, ni wakati, ni wakati kwa kweli metonesha sasa, miajua huu ni wakati ambao mlitakiwa mkwepe, mwe mnakwepa sana kwenda kuongea popote na hata mungesikiliza hata huo Mwabukusi msigusie, basi habari za tarehe ishirini na tisa fanyeni. Hamsikii, lakini kwa sababu ni sikio la mbuzi ambalo husikia likiwa kwenye sufuria, naamini mtaendelea kutia maumivu kwenye vidonda vya wanaolia. Nadhani mpo mnatunisha msuri, tuone huyo Mungu anayeokoa anayesaidia watu kama hawa ni Mungu gani? Minahisi, endeleni kuvitonesha sana, endeleni kututonesha sana, tonesheni sana, ongezeni Mwen... bidii, kwa sababu napo tunapotoa maelezo ya ushauri na tunaonekana hatuna akili vizuri. Endeleni kutonesha sana sana sana sana, naamini utakapo na sisi atujalia sawasawa, tukilia huyo Mungu atatusikia yeye mwenyewe awa atatumia watu, kwa sababu Mwabukusi yasema hivyo, na auwezi ukaacha mtu ukasema mtu aache kudai mwili wa mtu, ndugu yake ajauona, aache kudai sababu za kumuua ndugu yake, asubiri tume iliyoundwa na muuaji ambayo tume husika haina tumaini lolote ambalo linakuja juu ya ndugu yake. Yani najaribu kufanya watu waseme vifo vya ndugu zao e, thamani yake ina hamna thamani alimadamu tu pana tume ya, ya muuaji inachunguza au inawatengenezea ina inayowastahirii kwa sababu vivyo vingine vyote mnavyosema watu wameua huku nje aviundii tume cha kwanza, wanaoonekana wanaokisia wanaosemwa wameua hukamatwa kwa ripoti tu, maelezo ao yaliyovuja ambayo wakati wanao, au wanaoitwa tume wanahoji ilitutakiwa moja kwa moja tuo tunasikia polisi wangapi wanaoonekana kutajwa moja kwa moja Wame kama sasa watakamata na nani? Sawa sawa sawa bwana tu, tu, tufanyeje sasa, lakini tutaendelea kulia sisi, tutaendelea kusema e, na kila naye Elia ataendelea kusema, tutaendelea kusema, ataendelea kusema, na najua na wewe unajua, tutaendelea kusema lakini ndio maana nimetoa kripu fulani, kwa Mungu siwasamehe hawa, wana kiburi sana. Na kwa wee ambaye ujaisikia ile kripu, hacha mi siendelee sana kwa hapa, hebu tuunganishe moja kwa moja isikilize na ile kripu pia. Asante kwa kunisikiliza, kwa hili ongea mbaye pia tajifunza jambo pia, hata kwa kripu hii nyingine. Asante. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 18 mstari wa 23, imeandikwa kusema lakini wewe Bwana unajua mashauri yao yote juu yangu ya kuniua, usiwasamee uovu wao, wala usifute dhambi yao mbele ya macho yako, bali wakwaze mbele zako, watendee mambo wakati wa hasira yako. E, nachosema kwa ripoti ya BBC hii, ama filamu hii ya BBC na matukio ya kutisha ya kukiriisha, mengi ya ukatili, ya dhuluma, ya uhai ambayo mm, yametendwa na mamlaka ya kishetani ambayo imetokalia kimabavu katika nchi ya Tanzania, na si Mungu tu, bali na msii na mtu yoyote na kusii na mtu yoyote uliye na akili timamu ambaye siye taila unayejua kusamehe sio vile ulivyoprogramiwa, ndo tafsiri ya kusamehe. Unayejua kusamehe, tunatakiwa kusamehe kama Mungu anavyosamehe, sio kama programu ilivyosetiwa kichwani mwako na kujua kwamba ndio kusamehe e, Mungu. Mifano kadhaa ya kusamehe nimeionyesha kwamba Mungu kwanza alisema tuwe tunasamehe kama yeye anavyosamehe, sio tusamehe watu ambavyo watafanya jambo fulani kwa makusudi, alafu wataanza kukimbilia tusameheane, tusamehe. Kuna namna kadha wa kadha, zote zinamtaja, zinamwonyesha Mungu ni wamsamaha, na yeye alitaka tuwe tunasamehe hivyo hivyo anavyosamehe. Kuna wakati fulani Yesu ameingia na kikoto akawkuta watu wanafanya biashara kwenye nyumba ya Mungu, wanafanya ulanguzi utaperi dhuruma maonezi, akawatandika. Bado ni Mungu wa msamaha, akawatandika akamwaga fedha zao akamwaga njiwa, njiwa wao. Bado ni yule yule Yesu anasamehe kama mungu anavyosamehe. Wakati fulani e, mafarisayo walimwendea, akasema, Herode anakutafuta ondoka hapa. Asema, kamwambie yule, e, mbweha nina siku tatu za kufanya kazi hapa. Bado ni Mungu wa msamaha, na ametaka tu tunasamehe kama anavyosamehe. Anania na Safira waliiba kitu fulani katika makubaliano ambayo walikubaliana wenzao wenyewe, walikata panga. Roho Mtakatifu kwa kinywa cha Petro alimpiga Anania na mkewe Safira, wakafa bado hiyo ni namna ambayo Mungu anatuonyesha tunatakiwa kusamehe kama anavyosamehe. Wakati fulani, Herode baada ya kumkamata Yakobo akamuua na baada ya hapo akamkamata Petro akamtesa e, baada ya hapo akatoka akatoa hotuba, watu wakamwambia kwamba hii ni sauti ya Mungu wala sio sauti ya mwanadamu. Mungu alimpiga akaliwa na chango saa hiyo hiyo kupitia mkono wa malaika huyo. Mungu namna hiyo anayosamehe, anavyofanya ndivyo anavyotaka tuwe tunasamehe. Sasa e, aina ya uovu iliyofanya na mashetani haya yanayotukalia kwenye nchi yetu lakini pia na kiburi cha kutubu kwa sababu e, Mungu wakati mwingine asipotoa adhabu mara, anataka hawa watu watubu. Kutubu ni nini? Ni hiki wanachofanya hawa, wanaosema lazima turidhiane. Kutubu ni hivyo, kutubu moja ni kufanya yutan, unaacha kufanya unayo uliokuwa unayafanya. Kama ulikuwa unaua, wanaokwambia Mtu anathamani. Unawatesa, unaweka magerezani. Mtu anathamani kuliko cheo, kuliko mali. Unatakiwa uache kuwatesa. Uache kuwaua. Kila ulichokuwa unafanya uache. Lakini wakati huo pia uwe ni mtu ambaye unaachiria ile nafasi uliokuwa nayo kwa sababu hakunaga ufyongo. Hakunaga unafanya upumbavu alafu unabaki pale pale unasema nimejirekebisha. Kipimo cha kwamba hustahili kuwa hapo ni ufyongo unaokuwa umefanya, ni ushetani nauko umefanya, kwa sababu uliwekwa hapo kama mtu mwenye akili, ama ulijiweka hapo au uliomba kukaa hapo <coughs> kama mtu ambaye unadhaniwa una akili iliyotulia inayostahili watu waige, lakini the the end of the day ukanogewa, ukajikuta huko tayari kumwaga aina yoyote ya damu ili ukae hapo. Baadaye unaanza kuona damu ina thamani kuliko nafasi ulio nayo moja kwa moja kutubu, kunatakiwa uwe unang'oka, unaondoka hilo eneo. Nimesoma mara kadhaa, nimesoma mara kadhaa kwamba akina Paulo walipotubu, wakati ni Sauli, moja kwa moja aliondoka kwenye cheo kile cha ufarisayo cha kukamata watu na kuwatia gerezani, na yeye akaanza kuhubiri yale yale akiwa hana cheo, akiwa hana cheo, akaanza kuhubiri yale yale aliyokuwa anapelekea awaue watu, akamate watu na akayafanya yale kwa mara mbili ya wengine walivyokuwa wakifanya, akastahiri kuonekana amesamehewa, ingawaje awae kwa upanga atakufa kwa huo. Na Mungu alimwambia haya, uliowafanyia wengine, hata kama ninakusamehe, nakusamehe kwenye jehanamu na hukumu ya milele, lakini umeua kwa upanga, utakufa kwa huo. Utachelewesha tu muda, kwa sababu unajaribu kutubu unaonyesha nidhamu na unyenyekevu wa kutubu, huko ndo kutubu. Akina wa Paulo walitoka kwenye vinafasi vya damu walipogundua kwamba haukuwa uzalendo, walipogundua kwamba ha haikuwa kumtetea Mungu, kwa sababu wakati huo na wenyewe walijua ni kumtetea Mungu, kama mashetani wanaotukalia wanao sasa wanasema ni kulinda amani ya nchi, lakini ukweli ni kulinda amani ya wizi na dhuruma na uaji mwingi waliofanya ili yamkini visije vikawa wazi wakapata malipo yao mapema. Na kumbe eh, usipo ukiogopa anayeyaponya maisha yake ndi atayangamiza. Na kumbe usipotoa, eh, usipotoa ushirikiano ndo unaivuta hiyo ghadhabu mapema, unaivuta hiyo ghadhabu mapema kulikuwa na haja uinue kinywa chako moyo wako akili yako na kusema kama linipata akunipata nalinipate na, lakini natubu naacha mabaya haya, natoka kwenye nafasi hii sasa. Mna jua yatarekebika juu kwa juu, ndo walivyo wenye kiburi. Yaani kiburi chochote unachokisikia mtu alikuwa na kiburi, Mungu akaingilia kati akamwadhibu, kilikuwa hivyo Alikuwa najua atayafiksi mumo kwa mumo, atayafiksi umoumo, yataisha, watu watasau. damu, damu. Mulimwaga kidogo mulimwaga kwa siri isingefutika aamwi, mmeimwaga kwa kujimwamba fai. Teknolojia mbalimbali zimehifadhi mlivyomwamba fai, mlivyojimwamba fai. namna gani mutaua, namna gani mumeua alafu hiyo Naweza mkaleta tu maji yenye matope eh? mkachimbua chimbua barabara mkasababisha mivumbi tayari yakafutika. Kwa sababu hata hela zenyewe za dhuruma, nafikiri mtakuwa na, mtakuwa na hela za, za kufanyia hata kinachoitwa maendeleo, sembusha maendeleo yenyewe. Maendeleo yenyewe hatuyataki sasa hivi tutaka, eidha mungeonyesha hata kaadabu ka kutubu. Sasa jamani, hapana, tukae pembeni, tukae pembeni juu ya uchafu huu tuliofanya, Yamkini mutusamee, huo mpango hamna. Mnajihisi mna akili nyingi, njia pekee ni kuua, tena kutisha. Kila tukio mnakosikia kimbia na mabunduki, kuonyesha watu sisi tulioua wakati ule tumekuja tena, mpaka dakika hii tunawashwa, tuna kuua, tunafikiria kuua katika Mathayo 19 mstari wa nane anasema, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, e, ikiwa nimenyang'anya mtu kitu chochote kwa hila, namrudishia mara nne. Yesu akamwambia, wokovu hakika umeingia nyumbani wa mtu huko. Ndo kutubu chochote ulichokusanya kwa, ku, kwa kudhulumu watu. Sasa uya dhulumu tu watu vitu, sio uhai, lakini chochote uli, ulichodhani ulikipata choto tunatakiwa ukirudishe uwarudishie watu kigawe kwa watu alafu, yeyote ulio mnyang'anya kwa hila mrudishie mara nne. Nyie mmenyang'anya uhai wa watu, narudisha mara nne ni kiasi gani? Muonyeshe mnatubu enewe. Anyway, hamna mpango wa kutubu kwa sababu maisha yenu mnaona ni ya thamani kuliko mnaowaua kuliko mlio waua ripoti ya BBC na nyingine nyingi zimeendelea kuleta uchungu usioneneka, uchungu usioneneka. Najua mnawachukia sana majirani ambao huwaokoa na kuwahifadhi watu ama wanaowatetea watu wenzao, yaani nyie ni kama wala ambao unapiga unaua mtoto wako ndani, yule anayekuja kumnusuru unamwona ni adui yako, unayetakiwa umchukulia hatua mbaya ama umuue, na yeye kwamba mi naua wakwangu, nyie shida ni nini? Wivu unawakuta kwa sababu gani? Mi nayeua ni hakuna mtu wako. Hata mtoto uliyezaa wewe sio, sio mtu wako, ni mtu wa Mungu, ni mtu wa watu wachukieni kwa sababu ya kiburi mlicho nacho, wanaojaribu kuonyesha kiwango cha ukatili wenu na kuwaita wanawivu na rasilimali zenu, ili hali rasilimali zenu nyie na watoto wenu. Mnaposema amani ni amani yenu nyie na watoto wenu, kwa sababu ya uporaji na udharimu mkubwa mliofanya, na ambao sasa mmevuka kiwango, mmeadvance sasa, mnadhurumu ni uhai wa watu ninyi Yeremia anasema hamstahili kusamehewa, hamstahili kusamehewa. Yeremia amesema sababu, amesema sababu, hiki ambacho mmetengeneza machawa. Kasome kwanzia juu pale, hiki mwicho tengeneza machawa. Yeremia anasema wanaona sasa wako tayari kutubu, wanatengeneza makundi kwamba huyu jamaa ni wa haki, tuliyofanya ni maovu, na tumpige kwa ndimi zetu, metengeneza machawa ambao wenyewe wako bize huko. Hapana, mama naupiga mwingi, mama amefanya kazi nzuri, tumsemee tum... mmetengeza machawa. Yeyote anayesema sema una wadui na, na, na taifa letu, unatumiwa, unalipwa, hicho ni kiburi, hicho ni kiburi. Wakati fulani waikushauri, kasema machawa wote wanao ambao mmewatumia wamefanikisha mauaji haya, mngewaacha mara moja, lakini kama na nyie na, mnaona wanafanya kazi nzuri, the end of the day nasema, Mungu hawa usiwasamehe. Na mtu yoyote mwenye akili timamu unayejua kusamehe sio utahira sio kuendekeza kuacha kila anayefanya uchafu bila kugeuka ku, na kuacha ama kuna uchafu ambao unapofanywa inatakiwa mtu anapata malipo yake, ili kuwatisha wengine wasifanye kama hayo. Hiyo ni namna nyingine ya msamaha iliyo bora zaidi. Msamaha kimsingi ni kudhibiti, ni kudhibiti tukio la aina hiyo lisitokee, na mtu aliyefanya hilo asiwe kwenye nafasi hiyo iliyopelekea afanye hivyo. Uko ndo kusamea, kusamea ambako Mungu alisamee watu sio kwingine kwa kitaila uko. Wewe samee Mungu anavyosamee, usisamee mataila miwaji navyokuongoza kusamee ili ikuvizie, ikutese zaidi, ikuue zaidi. Ulienielewa nielewa, na kwamba shina ugomvi siko juu siko kinyume cha neno la Mungu na Biblia. Naamini mwenye sikio la kusikia umeyasikia haya. Lakini mwenye uelewa wako akitaahira na kujaribu kuukomalia na kuendelea kutabiri kwamba mutaendelea kuwa salama na kuwepo kwenye mamlaka ya damu mpaka elfu mbili na thelathini na tano endeleeni kutabiri. Asante naongera kwa kunisikiliza.